Hebu wazia ukitembea barabarani na kuona mtu akitendewa isivyo haki, labda akipuuzwa, anadharauliwa au ananyimwa haki zake za msingi. Je, ungeitikiaje? Udhalimu na ukandamizaji wa haki siyo masuala ya mbali; yanagusa maisha yetu ya kila siku, jamii zetu na dhamiri zetu. Uislamu unaweka umuhimu mkubwa juu ya haki ukitukumbusha katika Quran, enyi mlioamini, simamieni uadilifu na kuwa mashahidi kwa Mwenyezi Mungu, hata ikiwa ni juu ya nafsi zenu au wazazi wawili na jamaa zenu. Alnisaa sanne na madakika kumi na tatu tano. Mwongozo huu unamtaka kila Muislamu kuwa mwangalifu, jasiri na mwenye bidii anapokabiliwa na makosa. Katika video hii tutachunguza jinsi Muislamu anapaswa kujibu anaposhuhudia dhuluma, ukandamizaji au ukiukaji wa haki za binadamu. Tutazungumzia hatua zinazofaa, mwongozo wa kiroho na mifano halisi inayoonyesha usawaziko kati ya tendo na hekima. Kwa kuelewa kanuni hizi, hatuimarishi tu tabia yetu wenyewe ya kimaadili bali pia tunachangia katika jamii yenye haki na huruma zaidi. Iwapo ungependa kujifunza jinsi ya kutetea haki ipasavyo, kuunga mkono wanaokandamizwa na kuleta athari nzuri katika jumuiya yako, hakikisha kuwa umejiandikisha kama video hii na kuishiriki na wengine. Pia acha maoni hapa chini ili kushiriki mawazo au uzoefu wako. Sauti yako ni muhimu na kwa pamoja tunaweza kujifunza jinsi ya kutenda kwa ujasiri na hekima. Uadilifu sio dhana ya kimaadili tu katika Uislamu, ni kanuni ya msingi inayotawala kila nyanja ya maisha. Kuran inasisitiza mara kwa mara umuhimu wa kusimama kwa ajili ya haki, hata pale inapopinga maslahi yetu au ya watu wa karibu. Mwenyezi Mungu anasema, hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mlipe amana kwa wanao miliki na mnapohukumu baina ya watu kwa uadilifu. Anisa saa nne na madakika hamsini na nane. Aya hii inatukumbusha kuwa uadilifu haujadiliwi na kila muislamu anabeba jukumu la kuusimamisha katika hali zote. Mtume Muhammad saw alisisitiza zaidi kanuni hii akisema, wapendwao zaidi kwa Allah miongoni mwenu siku ya Kiama na walio karibu naye zaidi ni wale walio waadilifu. Kwa hiyo haki si ya hiari, ni kipimo cha uadilifu na onyesho la imani ya mtu. Muhimu zaidi, Uislamu unafundisha kwamba uadilifu unawahusu watu wote bila kujali hali ya kijamii, mali au asili. Ukandamizaji, upendeleo au kupuuza haki za wengine kunapingana na kini cha maadili ya Kiislamu. Dhana nyingine muhimu ni Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar, kuamrisha mema na kukataza maovu. Kanuni hii inawahimiza Waislamu kuzuia kikamilifu maovu huku wakihimiza uadilifu na huruma. Hata hivyo, kutenda kwa haki haimaanishi kukimbilia kwenye migogoro, inahitaji hekima, subira na ufahamu wa muktadha. Uislamu unasawazisha ujasiri wa kimaadili na hatua ya kufikiria, kuhakikisha kwamba kutafuta haki hakuleti madhara au machafuko. Kuelewa kanuni hizi ni hatua ya kwanza kuelekea hatua yenye maana. Wakati Muislamu anaposhuhudia ukandamizaji au ukandamizaji wa haki, wanaongozwa na viwango vilivyo wazi vya kimaadili kutambua kosa, hakikisha uwazi wa ukweli na kujibu kwa njia ambayo inawalinda wao wenyewe na wanaokandamizwa. Kusimamia haki ni kielelezo cha imani, wajibu wa kimaadili na njia ya kuunda jamii ambayo haki na utu vinatawala. Wakati wa kushuhudia dhulma au ukandamizaji wa haki, Muislamu anaitwa sio tu kutambua kosa bali pia kujibu kwa njia ambayo ni ya ufanisi, ya kimaadili na inayopatana na mafundisho ya Kiislamu. Uislamu unatoa mwongozo katika ngazi mbalimbali mbali, za kibinafsi, za jumuiya na za kiroho, ili kuhakikisha kwamba vitendo dhidi ya ukandamizaji vinasawazishwa na hekima na uadilifu. Moja, hatua ya kibinafsi. Jibu la kwanza na la haraka zaidi ni hatua ya kibinafsi. Kuzungumza dhidi ya ukosefu wa haki hata kwa njia ndogo kunaweza kuleta mabadiliko makubwa. Hili linaweza kuhusisha kumkabili mtenda kwa utulivu, kutoa maneno ya kumuunga mkono mhasiriwa au kutoa msaada kwa njia zinazofaa. Mtume Muhammad SAW amesema, mwenye kuona shari basi na aubadilishe kwa mkono wake, ikiwa hawezi basi kwa ulimi wake, ikiwa hawezi basi kwa moyo wake, na huo ndio udhaifu wa imani. Mafundisho haya yanaonyesha kwamba kila Muislamu ana wajibu wa kutenda kulingana na uwezo wake, iwe kwa kuingilia moja kwa moja, utetezi au upinzani wa ndani kwa makosa. Kusaidia waliokandamizwa kunaweza pia kuchukua aina kama vile ushauri, kuelimisha au kutoa msaada wa kihisia. Vitendo vidogo na thabiti vinaweza kuwawezesha wale walioathirika na kujenga utamaduni wa uwajibikaji. Jambo kuu ni kutenda kwa subira na unyoofu, kuepuka hasira au uchokozi unaoweza kuzidisha hali hiyo. Mbili, shughuli ya jumuiya. Wakati ukosefu wa haki unaenea zaidi ya uzoefu wa kibinafsi, hatua ya pamoja inakuwa muhimu. Waislamu wanahimizwa kushirikiana na jumuiya zao katika kukuza haki. Hii inaweza kujumuisha kuripoti ukiukaji kwa mamlaka, kuhamasisha mitandao ya usaidizi au kushirikiana na mashirika ambayo yanafanya kazi kulinda haki za binadamu. Uislamu unadhamini uwajibikaji wa pamoja. Kufanya kazi kwa pamoja kunaimarisha adhari za vitendo na kuhakikisha kwamba mzigo haumwangukii mtu mmoja. Majibu ya ngazi ya jamii yanapaswa kutanguliza kila mara njia za amani na zenye kujenga. Kuandaa kampeni za uhamasishaji, programu za elimu au juhudi za utetezi zinazokitwa katika maadili ya Kiislamu huruhusu mabadiliko ya kimfumo bila kutumia madhara au kulipiza kisasi. Hata vitendo rahisi kama vile kuunga mkono wahasiriwa hadharani au kusimama dhidi ya vitendo vya ubaguzi vinaonyesha mshikamano na kuwahimiza wengine kutenda kwa uadilifu. Tatu, matendo ya kiroho. Kujibu udhalimu sio tu kwa juhudi za kimwili au za maneno, ushiriki wa kiroho ni muhimu vilevile vile. kuomba dua, swala kwa waliodhulumiwa na kumuomba Mwenyezi Mungu awape haki ni njia kubwa ya kudumisha matumaini na udhabiti Subira, uadilifu wa kimaadili, na kumtegemea Mwenyezi Mungu ni kiini cha majibu ya Kiislamu kwa ukandamizaji. Tafakari ya kiroho huwasaidia watu kuepuka kukata tamaa, huimarisha mwenendo wa kimaadili na kuimarisha azimio la ndani la kutenda ipasavyo katika hali ngumu. Nne, kuelewa mipaka na maadili. Wakati kusimama dhidi ya dhulma ni muhimu, Uislamu unasisitiza kwamba vitendo lazima vibaki ndani ya mipaka ya kimaadili vurugu au kulipiza kisasi si haki, isipokuwa katika hali mbaya zaidi zilizoidhinishwa na sheria au lazima. Kujibu bila kufikiri kunaweza kuwadhuru walioonewa na yule anayejaribu kusaidia. Mtazamo wa uwiano huhakikisha kwamba uingiliaji kati unalinda walio hatarini, huku ukizingatia kanuni za haki na huruma. Uislamu pia unafundisha umuhimu wa uthabiti na kuendelea ukandamizaji mara nyingi huendelea wakati ukosefu wa haki unapuuzwa. Kwa kuendelea kuunga mkono haki, kuelimisha wengine na kukuza uwajibikaji, Waislamu wanaweza kubadilisha jamii polepole pole na kupunguza kuenea kwa ukiukaji wa haki mutasari. Kimsingi, mwitikio wa Muislamu kwa dhulma unachanganya ujasiri, hekima na imani. Kitendo cha kibinafsi hushughulikia masuala ya haraka, hatua ya jumuiya inahakikisha usaidizi wa kimfumo, na ushirikiano wa kiroho hukuza udhabiti na uwazi wa maadili. Kwa pamoja, mikabala hii inaunda mfumo mzima wa kupambana na ukandamizaji kwa namna inayowiana na mafundisho ya Kiislamu. Kwa kutumia kanuni hizi, Waislamu huchangia sio tu katika ulinzi wa wanaodhulumiwa, bali pia kwa jamii yenye msingi katika huruma, uwajibikaji na uadilifu. Sehemu inayofuata itachunguza mifano halisi inayoonyesha jinsi majibu haya yametekelezwa kwa mafanikio kihistoria na katika miktadha ya kisasa. Mifano halisi ya maisha inatusaidia kuelewa jinsi kanuni za haki katika Uislamu zinaweza kutumika ipasavyo. Historia hutoa matukio mengi ambapo kusimama dhidi ya ukandamizaji kulihitaji ujasiri, hekima na imani. Moja ya mifano ya kushangaza inatoka katika maisha ya Mtume Muhammad saw mwenyewe. Wakati watu wa Makka walipowakandamiza Waislamu wa mwanzo, wa wa yeye mara kwa mara alitetea haki za wanyonge na waliotengwa, mara nyingi akijiweka hatarini. Licha ya kukabiliwa na uadui, alidumisha subira, alitumia mazungumzo ya amani na alitenda kimkakati kulinda watu binafsi na jamii pana. Mtazamo wake ulionyesha kwamba haki ya kweli inahitaji uaminifu maadili, ustahimilivu na kupanga kwa uangalifu. Mfano mwingine wa kihistoria ni msimamo wa Imam Ali, amani iwe juu yake, wakati wa uongozi wake. Alisisitiza kuwa haki lazima idumishwe bila kujali hali ya mtu kijamii. Hata washiriki wa familia yake waliwajibika ikiwa walitenda isivyo haki. Hii inadhihirisha kwamba uadilifu wa Kiislamu hauna upendeleo na hauruhusu upendeleo au kupuuza, ikionyesha wajibu wa kimaadili wa wale walio katika nafasi za madaraka. Mifano ya kisasa pia inaonyesha jinsi Waislamu leo wanavyoendelea kukabiliana na dhuluma ipasavyo. Wanaharakati wanaotetea haki za binadamu, waelimishaji wanaokuza uelewa kuhusu ubaguzi, na watu wa kujitolea wanaunga mkono jamii zilizotengwa wanajumuisha kanuni za Amr bil Maruf wa nahi anil munkar, kuamrisha mema na kuzuia maovu. Jitihada hizi za kisasa zinaonyesha kwamba hata vitendo vidogo vinapoongozwa na ujuzi na nia vinaweza kuleta mabadiliko makubwa mazuri. Zaidi ya hayo, Waislamu wengi huchangia kupitia programu za jumuiya, utetezi wa kisheria na maandamano ya amani. Kwa kushirikiana na wengine, wanakuza sauti za wanyonge na kuleta masuala ya kimfumo kwa mamlaka na jamii kwa ujumla. Mifano hii inadhihirisha kwamba kujibu dhuluma si mara zote huhitaji makabiliano; inaweza kuhusisha juhudi za kimkakati zenye kujenga na endelevu zinazozingatia viwango vya maadili na maadili. Kwa kujifunza kutoka kwa mifano hii ya kihistoria na ya kisasa, watazamaji wanaweza kuona kwamba kukabiliana na ukosefu wa haki kunawezekana na muhimu. Inahitaji ujasiri, ujuzi na imani, na inaweza kuchukua aina mbalimbali: ya kibinafsi, ya jumuiya na ya kiroho. Katika sehemu inayofuata, tutachunguza makosa ya kawaida na imani potofu ambayo mara nyingi watu hufanya wakati wa kukabiliana na dhuluma na jinsi ya kuepuka kuhakikisha matendo yetu ni ya ufanisi, yanawajibika na yanapatana na mafundisho ya Kiislamu. Hata kwa nia nzuri, Waislamu wakati mwingine wanaweza kujibu dhuluma kwa njia zisizofaa au hata zenye madhara. Kutambua makosa haya ya kawaida husaidia kuhakikisha kwamba vitendo vinasalia kuwa sawa na kanuni za Kiislamu na kuwaunga mkono kweli wanaodhulumiwa. Hitilafu moja ya mara kwa mara ni kujibu kwa msukumo au kihisia. Kutenda kwa hasira kunaweza kuzidisha migogoro, kusababisha madhara yasiyotarajiwa au kuharibu mahusiano. Uislamu unafundisha kwamba subira na hekima lazima ziambatane na ujasiri. Kusimama kwa ajili ya haki siyo makabiliano kwa ajili yake, inahusu kupata haki na kulinda haki kwa kuwajibika. Dhana nyingine potofu ni kukaa kimya kwa hofu au kusitasita. Wengine wanaweza kufikiri kwamba kuepuka kujihusisha kunawaweka salama, lakini Uislamu unawahimiza waumini kutenda kulingana na uwezo wao. Hata vitendo vidogo visivyo na mabishano kama vile kutoa ushauri, kusaidia wahasiriwa au kuongeza ufahamu huchangia katika uadilifu na hudhaminiwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kosa la tatu ni kutafsiri vibaya mafundisho ya dini ili kuhalalisha kutotenda au kutotenda. Wengine wanaweza kuamini kimakosa kwamba uadilifu ni wajibu wa mtu mwingine, lakini mwongozo wa Kiislamu uko wazi: kila Muislamu ana wajibu wa kuzuia maovu kwa njia ambazo ni za kimaadili na salama. Kutoelewa kanuni hii kunaweza kuruhusu ukandamizaji kuendelea bila kudhibitiwa. Mwishowe, kupuuza muktadha au ukweli inaweza kudhoofisha juhudi za kushughulikia ukosefu wa haki. Mawazo, uvumi au habari isiyokamilika inaweza kusababisha uingiliaji usiofaa au hatari. Uislamu unasisitiza uthibitisho, uelewa na hatua makini ili kuhakikisha majibu yanafaa na yenye athari. Kwa kuepuka mitego hii, Waislamu wanaweza kukabiliana na dhulma kwa njia zinazowajibika na zenye ufanisi. Katika sehemu inayofuata, tutazingatia hatua za vitendo na kutia moyo ili kuwawezesha watazamaji kuchukua hatua muhimu katika jumuiya zao huku wakidumisha imani, subira na uwazi wa kimaadili. Kukabiliana na dhulma kunaweza kuogofya, lakini kila Muislamu ana uwezo wa kuleta mabadiliko ya maana. Uislamu unahimiza vitendo ndani ya uwezo wa mtu na kutukumbusha kwamba hata juhudi ndogo huchangia katika jamii ya haki yenye huruma zaidi. Jambo kuu ni kuchanganya ujuzi, uvumilivu na ujasiri wa maadili. Hatua moja ya vitendo ni kujielimisha mwenyewe na wengine. Kuelewa haki ambazo Uislamu unazidhamini na kuzitambua zinapokiukwa hukuruhusu kujibu kwa ujasiri na busara. Maarifa huwezesha hatua na husaidia kuzuia makosa au madhara yasiyotarajiwa. Hatua nyingine ni kuwaunga mkono wanyonge moja kwa moja. Hii inaweza kuwa kwa kutoa ushauri, kutoa msaada wa kihisia au kusaidia mahitaji ya vitendo. Hata vitendo vinavyoonekana kuwa vidogo kama kusimama kando ya mtu anayetendewa isivyo haki vinaweza kuimarisha uthabiti wao na kuthibitisha utu wao. Kujihusisha na jamii pia ni muhimu. Jiunge na mipango, jitolea katika mashirika yanayotetea haki au hamasisha watu kupitia utetezi wa amani. Hatua ya pamoja huongeza adhari na kukuza utamaduni ambapo ukandamizaji una uwezekano mdogo wa kuvumiliwa. Ushiriki wa kiroho huimarisha juhudi hizi zote. Ombea haki, ulinzi wa waliodhulumiwa na mwongozo katika matendo yako. Kudumisha subira na uwazi wa kimaadili huhakikisha kwamba juhudi zako ni endelevu na zinatokana na kanuni za maadili. Kumbuka, mabadiliko ya maana si mara zote hutokea mara moja. Kitendo thabiti na cha kufikiria huleta athari ya kudumu. Kwa kutumia hatua hizi, unachangia katika kujenga jamii ambapo uadilifu, huruma na uadilifu vinadhaminiwa na unashikilia mafundisho ya Uislamu katika maisha yako ya kila siku. Katika sehemu inayofuata tutahitimisha mjadala huu kwa mutasari wa mambo muhimu na kuwatia moyo watazamaji kushiriki mawazo yao, uzoefu na mawazo kwa mada zijazo. Kusimama dhidi ya dhulma na ukandamizaji wa haki si tu wajibu wa kimaadili bali pia ni dhihirisho la kina la imani katika Uislamu. Kwa kuelewa kanuni za Kiislamu, kutathmini hali kwa hekima, kuchukua hatua za kibinafsi na za jumuiya na kudumisha uthabiti wa kiroho, kila Muislamu anaweza kuchangia katika kujenga jamii yenye haki na huruma zaidi. Mifano ya kihistoria na ya kisasa inaonyesha kwamba hata juhudi ndogo dhabiti zinaweza kuleta mabadiliko ya maana, zikiongozwa na subira, ujuzi na uadilifu. Tungependa kusikia maoni yako kuhusu video hii. Je, unajibuje unaposhuhudia udhalimu? Je, ni hatua zipi ambazo umezipata katika kusaidia wanaokandamizwa? Shiriki uzoefu wako na mawazo katika maoni hapa chini. Pia tufahamishe ni mada gani ungependa tuangazie katika video zijazo. Tunataka kuunda maudhui ambayo yanakuhimiza na kukuelimisha. Ikiwa umepata video hii kuwa muhimu, tafadhali jiandikishe kwa chaneli yetu, penda video hii na uwashirikishe na wengine. Kwa kujihusisha, unasaidia kueneza ufahamu kuhusu umuhimu wa haki na kuwahimiza wengine kutenda kwa ujasiri na hekima. Sauti yako ni muhimu, na kwa pamoja tunaweza kuleta mabadiliko.